Kwanza kabisa uh, naitwa Mheshimiwa Nasriya Ali, mbunge wa watu wenye ulemavu. Kiukweli kazi yangu ndo hii, sio kazi yangu kukaa ofisini, hapana. Lazima nitembelee nyumba kwa nyumba niangalie hali ikoje za kuhusiana na watu wenye ulemavu Uh, ha, na nifahamu changamoto wanazozipitia. Uh, mfano hai ni huu. Mwanamke kiziwi hali yake sio nzuri. Kuanzia mwaka jana mpaka sasa hajaenda hospitali. Nimeamua kujitoa mwenyewe nitembee kikweli kweli na kuona maendeleo yake. Sio hapa tu. Nitatembea kila mahali nione kwa macho yangu mimi mwenyewe. Na Mungu amenipa hii kazi, lazima nifanye, na Mungu mwenyewe ndiye atakaye nilipa. Vile vile, nashukuru mwenyekiti wa serikali ya mtaa, serikali hii ya kunipa kwa kunipa ushirikiano vilevile vile, nashukuru kwa yeye kuwa balozi <laughs> Ehe, na yeye kutowanyanyapaa watu wenye ulemavu. Na yeye ni balozi wa jamii nzima. Aa, mimi nakutegemea sana mwenyekiti, nakutegemea sana vilevile, ninashukuru vyombo vya habari kwa kuweza kueneza taarifa hii ili kwamba jamii waweze kuelewa. Wazazi wa kama hawa wanaoficha watoto, Mungu amewapa zawadi nzuri kuwatunza vizuri kwa mapenzi. Aa, mfano mimi mama yangu Mungu atamlipa amepambana sana mpaka mimi nimefikia hapa. Eh, hilo ni jukumu la mama. Ehe, na tusikate tamaa, amepeleka shule, amenipeleka shule na kuwapeleka shule wengine, kwa hiyo Ehe, mpaka jambo lifike kwa rais ni jambo la baadaye yeah. Sana mimi mpaka sasa hivi nimeamua kumchukua huyu mgonjwa kwanza kumpeleka hospitali Sinza hapo Palestina, na wakati huo wakatuandikie rufaa kama ataweza kufika Muhimbili basi tufike naye yeah. Sawa, so, changamoto ya kwanza niliyoiona ni changamoto ya mawasiliano mm, mawasiliano kwa kweli hayako vizuri, uelewa mdogo ndani ya jamii hasa wazazi ah, wanamuona kama mzigo mzito. Huu sio mzigo, wamemnyanyapaa. Hii sio mmoja, yapo mengi mengi mengi sana. Unyanyapaa, unyanyapaa upo, ehe, na ndoa kwenye unyanyapaa, kwenye ndoa pia unyanyapaa upo. Ehe, mambo ya urithi na nini na nini, ehe. Kwa hiyo Watanzania wenzangu mimi kama mbunge uh, wa watu wenye ulemavu nafahamu ni jukumu langu kusaidia watu kama hawa, nasisitiza hospitali, waweze kuwa wanasapoti uh, mchango kwa moyo uh -huh namba ya mgonjwa ipo na tunataka aendelee kuishi kwa kweli, sifuri sita saba tano tano mbili nane tatu sifuri mbili, jina Nasiria Nasri Ali. Sawa, ameamua atapokea yeye mwenyewe kwa jina hilo.